Uswali ya swali sio kweli. Sio kweli. Mzee wa ovyo. Mm, sana, ni mzee wa ovyo, mzee wa ovyo, changamoto. Sio kwa mkweo alimfanyia vile kwa sababu ya ufupi, paka sisi majirani, watoto wetu wakwenda kucheza baraza ni kwao. Inakuwa ni changamoto. Mm. Yaani hata ukipita huwa ni kwao. Changamoto. Sio wote kinajenga. Yeye ndo peke yake huyu. Mm, ndo changamoto. Wewe unavyofahamu kama jirani ni, ni, ni mara ngapi anakataa kumuozesha mwanawe? Hapa nyuma alishakutokea lolote? Eh, kuna mwanae wa kwanza aliolewa hivyo hivyo ilikuwa changamoto. Mm. Changamoto haswa kwa sababu mwanae atakuolewa mbali na hapa mkoani. Eh, anasemaje? Kwa nini naolewe mbali mimi nikiwa namhitaji? akaambia sasa mambo ya simu. Mm. Eh, ukimhitaji ilikuwa vurumai lakini likapita, lakini ila juzi ilikuwa tena too much. Mm. Kwa familia ama majirani, nini kama majirani, huwa mnamtazama vipi kwa hili ambalo limetokea? Yaani familia mnaionaje muda huu? Ah, familia yani, kiufupi wamemtenga wame Naam, kufuatia na tukio ambalo limetokea maeneo ya Mtoni Mtongani ya mwanaume kukataliwa kuoa kisa ufupi. e, ni, ni, ni kukumbushe tu, Nyundo TV tumeshafanya mahojiano na watu wote kuhusiana na tukio hili tayari. Tumezungumza na baba wa mwanamke ambaye ndiye kiini cha tatizo, amekataa binti yake kuolewa. Tumezungumza na bi harusi mwenyewe e, tumezungumza na mama wa bi harusi, tumezungumza na shehe ambaye amefungisha ndoa hiyo, tukaenda mbali zaidi tukazungumza na na, tunataka tuzungumze za muda huu, na jirani atuambie kwa hiki ambacho kimetokea. Lawama nyingi na komenti nyingi zimekuwa zinamuhusisha baba amefanya kosa kubwa kuweza e, kukataa kumuozesha binti yake. Tukasema tumtafute jirani tuzungumze naye atuambie kwa vile ambavyo watu wanamtazama e, baba wa bi harusi. Na muda huu unazungumza na mmoja kati ya majirani ambao wapo karibu kabisa na familia ya Mzee Jenga, atuambie vile ambavyo anamfahamu ama anafahamu familia ya Mzee Jenga na hiki ambacho kimetokea. Tathmini yake ipoje? Maneno yake hasa yapoje? Nazungumza naye dada. habari yako? Safi kaka, kwema? Kwema kabisa. Kwema. Baba, wanao wanaokutazama muda huu wangetamani wafahamu, wanamwangalia nani? Unamwangalia Mama Isnaini. Mama Isnaini. Mm -hmm. Mama Isnaini, wewe ni mmoja wa majirani wa karibu kabisa wa Mzee Jenga, natamani nifahamu kwa hiki ambacho kimetokea. Kwanza tukio liliona, e, tukio niliona nilikuepo pale, Mzee katia aibu sana hmm. Mzee Jenga katia aibu sana hmm. Yani, kila mtu anamjadili haiwezekani, juu ya jambo e, kama hilo, mtoto wako hmm, anataka kuolewa, ujue kuolewa ni hmm, bahati sure. Hmm. Unamkataa mko kwa sababu mfupi kweli? Hmm, wenyewe washapendana Yani ni aibu, si mlizi lakini yule mzee so mzima so bure ana changamoto, kwa sababu mimi nipo hapa siku nyingi, tangia utoto mm. Yani mtiani mti kiufupi, wewe, wewe kwa jinsi ambavyo unamfahamu mzee jenga mm. mzee Jenga ali, ali, alijaribu kuambiwa na shehe kwamba hiki unakifanya ni kosa. akasema nikulazi kama dhambi nipate. mm. E, mimi nikazungumza naye akasema ana swali swala tano. ni kweli mzee Jenga ana swali swala tano? aya anayafanya katileza ama tafsiri yake nini? uswali aswali sio kweli Sio kweli, mzee wa ovyo sana. Ni mzee wa ovyo, mzee wa ovyo. Changamoto sio kwa mkwe alimfanyia vile kwa sababu ya ufupi, mpaka sisi majirani watoto wetu akwenda kucheza barazani kwao inakuwa ni changamoto. hmm. Yaani hata ukipita uwani kwao changamoto. Sio wote kinajenga yeye, yeah, ndo peke yake huyu. Hmm, ndo changamoto. Wewe unavofahamu kama jirani, ni, ni, ni mara ngapi anakataa kumwezesha mwanawe hapa nyuma, alisha kutokea lolote eh? Hey, kuna mwanawe wa kwanza aliolewa hivyo hivyo, ilikuwa changamoto mm. changamoto haswa mm. kwa sababu mwanawe atakuolewa mbali na hapa mkoani. mm. eh hey, anasemaje? kwa nini aolewe mbali mimi nikiwa namhitaji? Akaambia sasa hivi mambo ya simu, mm. eh hey, ukimhitaji. Ilikuwa vurumai lakini likapita, lakini ila juzi ilikuwa tena too much. mm. Mm. familia ama majirani nini, kama majirani, huwa mnamtazama vipi kwa hili ambalo limetokea, yani familia mnaionaje muda huu? Familia yani, kiufupi wamemtenga kwa swala hili alilofanya, kwa sababu hili swala la Mwenyezi Mungu eh, kwa sababu namba, mtu akifa na maswala ya kuozesha ni faster. Sasa yeye anataka mwanae kadhini kweli? Yani sema yeye anajua dini, alafu anataka mwanae adhini kweli? kaka yangu, si kweli. Mm, si kweli. Umeishi mtaani kwa muda mrefu kama alivyosema tangu mm. wadogo, bila shaka, Kauthari unamfahamu vizuri. Sana mwanae namjua. Ni bintu design gani hasa? Binti yake kidogo ni wa makamu haswa mm. Sema naye alipata shida kipindi cha ndoa yake paka dakika hii sasa hivi, ana mtoto mwingine. Sasa niambie, mtu paka ana mjukuu lakini bado ana changamoto haya. Huwezi eh, mtu kumkata mkwa kwa sababu ni mfupi. Wenyewe washapendana. Hii ni changamoto, mambo yake ya ovyo sana huu mzee. Ni changamoto sio eh? Yani mzee mzee wa ovyo tunamuita hapa mtaani Mm. Unamuita mzee wa ovyo. Mzee wa ovyo, wow. mm. Binafsi, wewe kama mzazi sasa mm. Kwa hiki ambacho kimetokea, mathalani ingekuwa kwenye familia yako, wewe ungeweza kweli kumkataa mkwe kisa ni mfupi? Mimi sigekataa, kwa sababu huwezi kupigana na Mwenyezi Mungu ule mm. kama muumba Mungu, huwezi kupigana na Mwenyezi Mungu hata siku moja. Kakosea yule mzee na anaona aibu, ana siku ah. ah. ya tatu ajotoka nje, mambo ya ovyo mpaka mke wako wamegombana, wa mm. mke u kwa swala swala hilo lifanya mume wangu kama vipi? mm. wa, wa, mm. yani, yani, mm. talaka yangu yule mama, usifanye hivyo. wa pili ndio mambo yake, anadai talaka kwa aibu, kwa sababu kwa watu washatupa gharama za watu mm. nafanya mambo kama hayo Kuzi, mtu anaangaliaje? Watu wale walika wengine wametoka mbali mkoani wangu kuna shughuli hmm. Yeye anafanya mambo kama si aibu yule. hmm. Mzee wa ovyo kwenye shughuli. Maandalizi gani yalikuwepo ama gharama gani ambazo zilikuwepo? Unasema kwamba watu waliweka hela eh, tulifanya usiku wa zawadi, tulikuwa na sisi majirani, watu wametunzana. hmm. eh kama siku ile ya shughuli pale, watu wamepika, wengine wale wa kiruma wameondoka bila kula, watu wa uh, jala wa jala, kwa sababu wamekasirika, wame kitendo alichokifanya yule mzee. Nani atakubali? Kisa mtu mfupi, ah hata mimi mwenyewe sijapenda, yani fezea fezea, fezea. Swala la mahali, umesikia lolote kwamba mahali wanarudisha ama ndo basi ah? Yule mzee anajua hela hela, arudishi yule. Ah, mzee yule aovi arudishi hela yule. Ah, ah mimi nakwambia sijajua mmm mm -hmm. maana tulimuuliza kuhusiana na mahali akasema mahali, mimi hela ninayo, la narudisha arudishi arudishi hela naijua sasa. So hivi yule mzee wa mjini mm. unajua mzee wa mjini ndo mambo yao hata angekuwa ule mrefu angesema mambo mengine mm. si anapenda hela ndo ishu, kwa kama vile amefanya ame kitendo cha kufanya kama wanawake kitega uchume kupata hela e, ee, ndio hivyo, ndo mambo yake kwa sababu ukiwaza, mm. uelewi manake nini, kwa nini mm. mzuie mtoto wako sielewe, ndio hivyo, mnahisi mm. ndio hivyo hivyo, maana ndio nia yake mm. hata angekuwa mtu mrefu lazima angeta kikandamize kusema hivi hivi na hivi, ndo ndo mambo yake, mzee wa ovyo, tunamuita mzee wa ovyo mm. Amna nacho kiswali. Hakuna nacho kiswali bwana, kanzu kubwa siku ile amna lolote. Mambo mm. yake haeleweki tu bwana. Mm. Changamoto unaambia hata mtoto aende barazani kwake; hagonge, anatoka anamkimbiza na bakola. Mm. Yeye ajua yeah, toto, mbona mtoto wake watu wamewalea mtaani? Mm. Mm. Ndio hivyo. Mbona tuliongea naye naonekana kama ni mzee fulani mstaarabu hivi. Akasema mimi mesa, Kataya, na swali swala tano. Nikamwambia kwa nini umekataa mwanao sio na mtu mfupi? Mimi naogopa taribu mbegu. Mm -hmm. Ah. Mm. Taribu mbegu? Dini haisemi hivyo hivyo. Mtu anayeswali swala tano, hata kama hujasoma chuo, lakini unapofika msikitini kuna mambo mengi unajifunza. Lazima unakuwa mzuu wa hekma. Sasa ule unavyomwona ana hekma, ule mzee akatai mwanaye asiolewe kisa mtu mfupi, ah, yule mzee wa ovyo kiufupi. Kwenye hili wewe, wewe kama jirani sasa unasema nini kifanyike? Sasa hapa kilichofanyika, kama yule binti si na makaka zake, baba mkubwa, baba mdogo, mm. aongee nao kama vipi hamuozeshe baba eti, yani kusema yeye kulipinga yeah. Swala hili asiozeshe, sio kweli mm, mm, kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka jambo hili laheri. Kusema yeye baba kana nini? Watu mbona wanaoana? Kama mtu mbona, baba yako kafa, mbona unaozeshwa? Yeye atafute kaka zake wafanye, mababa zake wadogo wamuozeshe. We, we, unavyofahamu hivi kidini, kidi inaruhusu ikitokea mm, baba akawa ajaridhia makaka wanaweza kachukua jukumu la kukubali kuozesha, kuwezesha, wanaenda kuongea na imamu, anawaelewesha wanaoa na mbona watu mm, e, sawa. so, neno la mwisho unahisi itakuwa ni, ni, ni la busara sana kuzungumza, unahisi ni neno gani hasa? Yaani nawashauri wazee, walikuwa umri umesogea, wasipinganive na mtoto wako kama anataka kuolewa, wasifanye kama alivyofanya Mzee Jenga, mzee wa ovyo ehe, eh. Swala hilo la ndoa ni swala la heri, watu wengine mpaka umri unasogea, watu wazima ndoa hajaipata. Sasa unapata watoto wako wanaolewa, unaita mambo kama hayo, mm -hmm. ila mimi nashukuru bwana kwa muda wako. Asante uh, kaka. Bwana ni jirani huyo wa mzee Halfan Jenga, mmoja kati ya wazee ambao wamezua wa taharuki kuusana na tukio ambalo wamelifanya kuweza kumkataza ama kumkatalia binti yake kuozeshwa kama sio kuolewa, kisa mwanaume ni mfupi, ni sahihi kiasi gani ama kwa tukio lote la mzee kuweza kumkatalia binti yake kumuozesha kisa mwanaume mfupi, unahisi ni sahihi ama sio sahihi? Naenda kwenye comment, kasome comment yako kama, naenda kaandika comment yako, na kama na tukihitajika tuijibu basi, tunakwenda kuijibu comment yako. Mwisho kabisa, nikwambie kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kwenye YouTube channel yetu hii ya Nyundo TV, usisahau kusubscribe.